Basi tutasimama. Jamani, wasiojua tunadikwaga na dada wa mwezi. Kila mwezi dada ambaye amefanya vizuri au amezidi kufanya vizuri kwa kipindi cha miezi kadhaa. Tumeanza hii taratibu tangu mwaka jana. Mwaka jana, mwaka huu tukasema tutakuwa na dada wa mwaka pia, kuanzia mwaka jana mwezi wa nane A, tutakuwa baadaye tutaintroduce pia mabosi wa mwezi, waajiri wa mwezi e, eh, lakini moja ya vigezo ya hivi ni ni ushirikiano kati ya huyo dada na mwajiri wake na kituo. Kwa hiyo mwajiri ambaye ashirikiana na kituo au dada ambaye ashirikiana na kituo utaweza kupata tuzo hizi hata siku moja. Sawa jamani eh? Kwa hiyo unaweza kusema mimi jamani nimesifiwa sana na bosi, nimesifiwa lakini mimi sijawahi kuona kwenye workshop. Melewa ne? Bosi wako atakusifia mpaka mwisho. Mimi sipokuona kwenye workshop siwezi kukujua. Siwezi kukurekognize hapo. Kwa hiyo vigezo lazima uwe unakuja workshop na mwajiri wako, lazima awe na mahusiano na kituo, kwa sababu tunataka kutengeneza role model, role models, mabalozi wa kituo. Na ndio maana so far wadada wetu wengi walopata tuzo ni wale mnaonaga hapo, wanakuja. Si ndio jamani eh? Eh, hao ndio tunawataka wawakilishe kituo na wajiri wao. Kwa hivyo basi, naomba tusimame, nimtangaze dada wetu wa mwezi huu wa pili. Uh, dada wa mwezi kwa wasiofahamu ni dada ambaye ame exceed expectations za bosi wake. Sasa tumeongea leo kuhusu majukumu, si kazi za ndani, si za nje, za wapi ame exceed. Ku exceed ni amezidi matarajio, yani amezidisha matarajio. Amefanya zaidi. Zaidi yani ni kama vile yule dada nimwambia niletee nini hivi. Na jebu kufikiria yani kajiongeza, ili terms unajua Kiingereza nacho kina tabu unamwambia akakuletee maji au kama vile unavyoenda unamwambia nataka juice; ambaye sio tu anafanya majukumu yake anafanya zia, zaidi na amezidi expectations za bosi wake. Ndio wadada wote ambao tumewapa hizi tuzo so far. Kwa hiyo huyo dada tunampataje? Tunakuwa waajiri wanatupa hiyo feedback, tunaongea nao na yeye mwenyewe tunaongea naye, tunamfuatilia, sio kwa mwezi mmoja tu, kwa miezi kadhaa yeah, Je, anaendelea kufanya hivyo au ilikuwa ni nguvu ya soda? Unaona eh. Kwa hiyo tunalista wadada ambao bado tunawafuatilia, ambaye atakuwa anaendelea vizuri tunampa hiyo tuzo, kituo kinampa laki moja. Waajiri ambao uh, mtaguswa pia kutoa, mnaruhusiwa, lakini tunapenda tuko kwenye mazungumzo ya baadhi ya waajiri kuweza kusponsa hiyo segment ya dada wa mwezi. Tunawajiri wetu wengi sana ni wafanyabiashara, wanabiashara. E, dada akiondoka siku moja hapa na nguo na nini, sio kitu kibaya. Kituo kinaendelea kutoa laki moja, nyenye mabosi wetu mnaweza mkatoa accessories, nguo, zawadi, anything, si ndio? Kwa sababu hawa wanatuhudumia sisi. Hata hela mnaongezea. Kwa hiyo sawa. Uh, wadada ambao bado wanaendelea kufanya vizuri uh, ni Dada Neema Nafikiri waliokuwa kwenye workshop iliyopita walimuona uh, ni Smart Dada uh, Neema bado anaendelea vizuri. Ah uh, kwa hiyo yuko kwenye list yetu shortlist. Ah uh, Lima bado anaendelea vizuri Smart pia huyu. Yuko kwa kwa mwajiri Siwema, kuna Fausta. Fausta nimemwona hapa eh. Fausta yupo. A yupo. Ah uh, Fausta yuko kwa bosi Jacqueline. Bado anaendelea kufanya vizuri kwa tunamwangalia Eliana pia sijamuona leo lakini pia tunamwangalia tangu miezi yao ya kwanza. Kwa hiyo hao bado tunawafuatilia. Um, uh, ni hao tu eh? Sawa. Wengine washapata. Sawa. Kwa hiyo kuna hao ambao tunawafuatilia na ambao tutaendelea kuwafuatilia. Lakini kwa leo dada ambaye tunampa tuzo leo. Uh, kwa kiufupi historia yake. Sasa kama tuweza kumpata bosi wake kwenye simu leo. Mara nyingi tunajaribu kuwapata waongee. Lakini hatutampata. Anapatikana. Anapatikana? Yes. Okay. Tutamweka kwenye simu aseme kwa ufupi uh, kitu gani kilimu impress kwa sababu kilichotokea ni kwamba dada tuliyempeleka kwake uh, yeye alikuwa amelipia level ya karo. Original order ilikuwa ni ya level ya? Original level ilikuwa bosi amemaliza mkataba wa traditional. Yep. Akabook smart Okay. Kwa hiyo bosi alikuwa me... alikuwa na dada wa traditional, baada ya kujua kuhusu smart akawa amebook smart. Uh, tulianzisha taratibu tangu mwaka jana kupeleka wadada kama kava kwa mabosi. Yaani, kushika zile oda zao mpaka watakapata wadada wao wa permanent. Kwa hivyo huyu dada tuliyompeleka kushika kwa huyo bosi alioda smart alikuwa ni professional wa malezi, lakini yule bosi hakuoda professional, alikuwa ameoda smart lakini baada ya kumpeleka boom, eh, dunia yake ikabadilika, yule bosi ya kutaka kuachana na huyo dada na akawa yuko tayari kulipa laki tatu. Sasa naomba mwelewe kitu kimoja, sio kama huyu mwajiri alikuwa ajui tuna, ma, tuna wadada wa hiyo level hiyo, walikuwa wanajua na walikuwa wanasikia, lakini bado alioda level ya smart. Ila alivyompata huyo dada ndo akaamua kufanya nini? Kuchange order. Kwa hiyo nachotaka kusema kwamba alichokionyesha huyu dada nyumbani ambacho tutakisikia kwa bosi na mwenyewe, ndio kilimfanya huyo bosi akabadilika na kuamua kuongeza hela, kuongeza oda yake. Sio uchawi, sio maji, sio keki. Hawa ni watu wanaoenda kufanya hizi kazi, naomba tuelewane. Hakuna keki, hakuna uchawi, hakuna mafuta, hakuna maji, hakuna magoti. Ni watu ambao wanapambana kwenda kufanya kazi, na baada ya kufanya hiyo kazi, Bosi wake akaona thamani ya ule dada anafaa kuongezwa alipwe laki tatu. Twende kwa bosi. Namba unayopiga inatumika kwa sasa. Wakati tunasubiri kumpata bosi anatumika, ningependa kumtangaza dada Sechelela kuwa dada wetu wa mwezi huu wa pili. Hongera sana. Makofi jamani. Jamani, karibu mbele, karibu mbele dada Sechelela. Yeah. Haya, utuambie maneno mawili matatu wakati tunamsubiri bosi wako. Aa, safari yako ilikuwaje? Kitu gani ulifanya, na wenzako wasikie, wajifunze kutoka kwako. Dada senta Mimi ninapenda kumshukuru Mungu kwa kila kitu. kwanza ni shukuru taasisi, ni shukuru yaani, oh. mm -hmm. Sio kwamba ninaliani hivyo nina huzuni, hapana, ila wakati nasema kila kitu kwangu kinatokea kwa kusudi na kwa sababu <laughs> wanga nasema kwamba ni ukimtumaini Mungu au k unamwomba Mungu hakuna chochote kinachoshindikana. Sasa nilipoenda pale kwa yule bosi nilifanya kazi na mimi huaga nikienda kufanya kazi, siangaliake gani niko kwenye levo gani, au nina nifanye kitu gani, yani kwa kumkomoa mtu au yani yani nifanye, ili mradi nifanye ili nipate hela, hapana. Yani nafanyaga kitu kutoka ndani ya moyo wangu, yani kanandomaana hto nishotii napenda watoto yani, ninapenda sana kukaa na watoto. Sasa <laughs> nilivyoenda pale samani asante. Nilivyokuwa nimeenda pale kufanya ile kazi, cha kwanza nilikabidhiwa majukumu yangu, hivyo nikaa nayafanya nayafanya tu vizuri. Cha kwanza pale kuna kamera kwao, nadhani ile kamera ile bosi alikuwa anaangalia kila kitu, anafuatilia kila kitu kwenye kwenye kamera, maana mtu mwingine pale akishaenda pale kazini unakuta labda ana yani yuko hafanyi vitu vyake vizuri au kwa ubora, yani hafanyi kile kilichompeleka pale sawa. Bosi wake yupo kwenye simu, bosi wake yuko kwenye simu, simu. <coughs> Madam Elizabeth Be, karibu wa dada Center tunakusikia, watu wote wa dada, mkurugenzi na mabosi wengine. Tuko na Dada Seche pia, tunaomba feedback au mrejesho, ni nini Dada Seche amekitenda huko ambacho kimekufurahisha kiasi kwamba kila tukikupigia simu unatupa sifa zake nzuri yaani, wapi? <laughs> lazima mnanijua, nilipokuwa nahangaika dada na Liko, leso... ya yule traditional narudisha sio? Mm, huyu <laughs> analeta tena smart sio? So, huyu. Kwa hiyo nimehangaika dada mpaka ilifikia sehemu nikaa, nimekata tamaa, nikasema tuache tuniagize kijijini, lakini nikasema ngoja, na nyam kulichoka kunisumbua bada, mchukua dada chukua dada. Nikaja usiku hapo, mkanifa huyo dada nani, nilivyokuja saa mekuja nyumbani bado, nikaa na naye lakini kitu cha kwanza ambacho alinishangaza, the first time anaamka asubuhi, niliamka saa 12 nilikuta nyumba inang'aa kama kioo <laughs> nikamwita, nikamwambia kukulala? Akaniambia nimelala. Nikaingia kwenye kama, nikakuta aliamka saa 11 amefanya usafi. Mimi nikaita labda ni kwa sababu mgeni anabembeleza kibarua kuja tuende. Yaani kila siku nilikuwa nikikaa hivi, ya yani naweza nikakaa hivi, nikasema mungu ako Hmm. Udada alikuwaga wapi siku zote? Yaani unajua nilikaa mpaka kwenye gari kuvaa na anifungulia gete kutoa gari, nalia, kwa sababu nimehangaika nilikuwa mpaka ikaliku kazini, nijua kwenye mihangaiko yangu ya kazi nafikiria nafikiriae eh. sikulaiba ida kuta gani cha dada mlendana, lakini kila nikiwa narudi Yaani natamani yaani, hivyo aendelee kama anaongea labda akauta kichwa akasema dada ameongee alafu akaja kulegea kwenye kazi. Mm. Mimi ninachomuomba naomba aendelee kufanya kazi kwa bidii anavyoendelea. Kwa sababu baada ya kila siku yaani anazidi kufanya kazi zaidi ya unajua kuna dada wengine anaweza kakaa tu mwezi mmoja miwili akabadilika, lakini huyo kila siku anapozidi kukucha, mm. Yaani kazi yake anazidi kuiboresha. Sawa sawa. Yaani alafu ni msafi yeah. <laughs> ya, ya usah, minu, saha, saha, Itapina, na- anajua kupangilia kazi zake yaani, mitoka amekuja kwangu. Sijai kumwambia kumwabga tafanya hivi yaani kuongea ya, nikija kuangalia kichaa yaani, mpaka saa ingine unamwangalia una, nimpe nini. Yaani unataka nata mshahara namlipa ni bado mpaka yaani, mpaka nini unasema nafanya kazi kama dada wa laki tano huko Yani, yani kiwango ambacho unamlipa unasema, ah, kitafuta kiwango chake. Yani anafanya sana kazi, yaani sio mtu wa kusukumwa. Yani unaweza ukamka asubuhi ukasema, he, yani unajua dada, yani yani unaingia nile, unaingia tu sebuleni yani unakuta ni pa pasafi, mpaka mwenyewe unahisi kama unapachafua unavyokanyaga <laughs> yani ni msafi sana sana sana, semi simsifii si uongo, yani ni msafi mno, halafu ni mtu wa kusikiliza ana fanya hivi, anakuelewa haraka, anajua majukumu yake ni ni ni kusimama na na mwanangu anaitwa kwenye kwenye kusoma, lakini nashukuru mpaka siku moja mama dada sana, yaani ni dada ambaye ni mzuri mno.